Umesahau moja, umesahau moja, wamekuita El Chapo. Lakini wacha niwaulize Nairobi Lang'ata, sasa niwaulize nyinyi, si nyinyi mtaniua na majina? Sasa mi nataka niwaulize, mulianza huko, mukasema hasla alafu mukasema survivor, sasa mukaenda ingine zakayo, sasa nasikia mumefika kazongo. Sasa hii majina mutaongeza mpaka itafika ngapi eh? Bado mutaongeza ingine ama hiyo imetosha? <laughs> akijiji, muko muko na maneno sasa sasa nyinyi munataka hii majina yangu ikue ngapi mpaka eh, ifike kumi? Sasa nitaongeza William Kipchirchir, Samuei Ruto, Hasla, Savaiva, Zakayo, Kazongo, sijui nani. Sasa hii majina enewe sawa tu, tuendelee. Hao <laughs> vijana wanakupenda wanakuita jina mingi kwa sababu wanakupenda. Na unajua, umesahau moja, umesahau moja, wamekuita El Chapo. Sasa wawachie hapo.